na haki wigali tusache tulizungumza nini. Kwa nafasi yetu sisi kama watu wa mkoa wa Njombe, tutaendelea kuitimiza hiyo haki, lakini lazima tuliweke taifa letu kwenye maoni na tuweke nini, na mambo haya yasijirudie kwetu. Tuna taifa